Hapo kale paliondokea sungura akafanya urafiki mkubwa mno na jogoo. Ikawa jogoo hali kitu asipomwona sungura kwanza, wala sungura hali asipomwona jogoo kwanza. Wakakaa katika hali hii kwa muda wa siku nyingi sana pasipo hitilafu iwayo yoyote. Desturi moja waliwafikiana wao kwa wao tangu awali ya urafiki wao, ndiyo mtu akija kwa mwenziwe kutembea hana ruhusa kulala ndani ya nyumba ya mwenziwe, ila ni kulala upenuni tu, hata ikiwa ni siku ngapi. Bora malazi mazuri ya upenuni, wala si ndani ya nyumba. Hayo ndiyo maafikiano yao walioyokuwa nao, walidumu daima, wala hapana mmoja aliyenung'unika hata siku hiyo mzee Sungura alipokuja kwa Jogoo kwa matembezi na malazi pia, Jogoo katika yale mazungumzo yao akamwambia Sungura, rafiki yangu, hizi siku unazokuja hapa na ukalala, je, usiku huu nisikia nikisema nini au huweweseka na kubwetabweta kwa namna gani? La, hata siku moja sijakusikia ukisema wala ukibweta bweta neno, ila karibu na asubuhi tu pale unapotuamsha sisi sote na kusikia ukisema kucha kucherehe mamie mwalikamie ndegeree hivi. Tunakusikia ukihimiza watu waende kazini kwao. Rafiki yangu, basi tangu leo nakupa siri ya mimi na wewe tu, na siri hii shika moyoni mwako tu, wala usimwambie mtu, hata akiwa ni mkeo wa nyumbani haifai kumwambia. Wasikia rafiki yangu? Vema rafiki yangu, mimi sithubutu kutoa neno lako nje. Hata siku moja, Jogoo akamwita mkewe ampendaye, akamwambia, mke wangu, siku moja rafiki yangu Sungura atakuja kula na kulala hapa, basi mtandikie pale pale upenuni pake pa siku zote. Na tena sikia sana, mke wangu, usiku nitakuamsha, nitakwambia, mke wangu, huwachi wee, mtu wajua kazi yako ya siku zote ya kukata kichwa changu, ndipo nipate usingizi. Leo umeniacha kulala na kichwa changu, nitapataje usingizi? Ndipo wewe unijibu, ah, mume wangu, nisamehe sana, usingizi ulinishika upesi, nikalala pasipo kukata kichwa chako. Haya basi, lete kisu nikukate nikiweke kule, ili upate usingizi. Ukisha useme tena, haya, lala sasa, nimekusha kata kichwa chako, usinisumbue tena. Na asubuhi mimi nitaamka nitatikisa mbawa zangu, nitakuita mke wangu, lete kichwa changu, nataka kutoka nje. Sasa wewe nayo ujipurukushe, a ah! Bwana we, udhia gani huu? Watu wote ulala na vichwa vyao, wewe ni kunisumbua tu, kukata na kukiunga siku zote. Mambo gani haya? Maarifa haya yote Jogoo akamwelekeza mkewe tangu siku ya kwanza, hata siku alipokuja rafiki yake Sungura. Siku zikipita, Sungura akaja kwa Jogoo, wakaamkiana kwa namna zote, wakakaa wakazungumza sana. Je, juzi nilikuambiaje rafiki yangu? Uliniambia ya kuwa siri yangu usimwambie mtu. Au sivyo ndivyo? Ila leo nakupa neno moja tena, ndiyo la upenuni na halisimuliwi nje Wasikia rafiki yangu? Nasikia sana. Wakazungumza sana, hata wakati wa kulala. Jogoo akaingia ndani na mkewe, na sungura akaenda upenuni kulala. Mara jogoo akaanza kuita, mke wangu, huachiwe mtu ajua kazi yako ya siku zote, kazi yako ya kukata kichwa changu ndipo nipate usingizi. Leo umeniacha kulala na kichwa changu, nitaupataje usingizi? Ah, mume wangu nisamehe bwana, usingizi ulinishika upesi, nikalala pasipo kukata kwanza kichwa chako. Haya basi, lete kisu nikikate, nikiweke kule upate kulala. Mke wa Jogoo akafanya hivyo kwa kuigiza, akasema, haya lala, nimekwisha fanya kazi yangu. Sungura alisikia yote akiwa macho. Asubuhi Jogoo akasema tena Mke wangu, mke wangu! Ah, mambo gani haya! Ela nipe kichwa changu nipate kuamsha watu watoke nje. Haya bwana, lete shingo niweke kichwa chako. Udhia gani huu! Watu wote hulala na vichwa vyao, wewe ni kunisumbua tu. Mara Jogoo akaanza kuika, kucha kucheree mamie mwali kaimie ndegeree Watu watoka na kwenda kazini kwao. Sungura asikiliza tu na kuona kwa macho. Asubuhi kulipokucha, Sungura akaaga akapewa zawadi nyingi. Njiani akawaza moyoni mwake, ah, jogoo ana maarifa gani ya kunishinda mimi? Sungura nina ujanja mwingi zaidi yake. Sungura kufika kwake akamuita mkewe, akamwambia yote aliyoyaona nyumbani kwa jogoo kesho kutwa rafiki yangu Jogoo anakuja, basi nawe nitendee kama hayo ambayo Jogoo anatendewa na mke wake. Vema bwana, lakini sijawahi kuona mtu akakatwa kichwa akaishi. Mbona rafiki yangu Jogoo yupo hata leo na kesho kutwa yuaja, utamona akija mzima na kichwa chake. Wakakaa hata siku ya tatu Jogoo huyu akawasili, Sungura akashughulika sana kumkaribisha rafiki yake. Usiku ukafika. Mke wangu mke wangu mbona hivi mtu kazi yako ijuayo siku zote leo waniacha kulala na kichwa changu, ela usingizi nitaupataje? Haya, upesi, fanya kazi yako kama siku zote, lete kisu upesi, unikate kichwa changu ukiweke. Mke wa sungura akatoa kisu kikubwa na kikali, akamkata mumewe shingo yote. Sungura akaruka huku na huko, akapapatika, akafa pale pale. Asubuhi mke wa sungura akaenda kukichukua kichwa cha mumewe akakiweka penye shingo akamtikisa, mume wangu amka, ati kumekucha, rafiki yako anakungoja. Kimya, hakuna sauti wala kuamka. Aona nzi tu wanaanza kukusanyika. Mama we, mama we lillahi hamdu, mume wangu amekwisha kufa je, bwana yuko wapi? Mbona hata sasa hajaamka? anaumwa nini? Bwana akaisha kufa. Ela njoo uone, huyu hapa. Sijui kama kalala, lakini mimi naona kama amekufa. Umemfanyaje mumeo? Tangu siku alipokuja kwako akanieleza kuwa rafiki yangu jogoo halali na kichwa, mkewe humkata kichwa usiku, hata asubuhi hukiunga mahali pake na jogoo huwa mzima vilevile. Basi tangu arejee kutoka kwako bwana wangu akanifundisha sana maneno na matendo aliyoyaona kwako, na sasa nami nimemtenda vile vile kama alivyoniamuru. Kumbe mume wangu kafa. Nasikitika sana sana kwa kuwa rafiki yangu hakutambua maana ya maneno yangu, maana nilimwambia wakati nilalapo, huimwambia mke wangu, haya upesi nikate kichwa nilale, maana yake ni kusema je, mke wangu, hapana hata ukoko unipakulie nipate kulala na asubuhi nikisema mke wangu nipe kichwa changu, maana yake ni haya fanya upesi chakula kidogo nipate nguvu za kutoka nje. Lakini sasa rafiki yangu kajivulumu nafsi yake. Ndipo Jogoo akawaita watu kwao, kina Sungura, wakamzika. Tangu siku hiyo urafiki wa Jogoo na Sungura ukakatika kwa kuto kusikilizana. Hadithi hii inatufunza kutoiga ya ugenini bila kufikiria.